Hivi marafiki wanani eh? Wananicheka kunicheka, kwa ati kwa hii area mimi sijai zako eh, na kitu kama hiyo. Apondi miogo! Apondi hey, miogo eh, unatakaje? Hebu kuja hapa, kuja, kuja aka yeye, nimekuitia hapa bibi yangu. Apondi miogo. Mm? Mekuitia tu kitu moja mimi, kwa hii area mzima wananiita ati mimi sina bibi eh, sina hata kitu tu yoyote yenye naweza jivunia ati niko na mtoto. Si ati kitu ingine nimekuitia, hata pombe ilishakuharibu Mm. Nimebaki ni hey, hey. Ni hey. Yeah. Ni tu kama ni kakifaranga kwa kuaibishwa yeah. hey. yeah. Ata wacha niende nikae uko na best yangu Tado, hata nipatia ka dawa, dawa hizi hey. Nifanyaje? yeah. Akanyage frame ama tuangalie

Baya. Hata venye nimekuja nilikuwa nadhani sitakupata, lakini venye nimekupata najuanga, hii masa ndio masa yake. Nafikani unaenda kazi eh? Imefanya tu niharakishe kabisa, manini imenishinda Tado huku nyumbani eh? Nakwambia nimeuliza bibi yangu mambo ya mtoto uh -huh. bibi yangu amekuwa mkali kidogo, hata anipige kwa eh? kwani hey, mtoto amefanya makosa gani huko nyumbani? Yaani, nakuambia bibi yangu, tangu nimeoa nimemaliza na yeye miaka ngapi? Tano. Aha. Uh hata -huh. tu mtoto sasa. Nilikuwa na wili zako marafiki wengine wananicheka huku nyuma ni eh? penye napita tu hey, koti moja ki huyo, hata alioa sijui nani hata azaangi eh. Kwani sasa iko kama unaweza oh, aoa mwanaume mwenzako mwishi na yeye kwa nyumba si sindio? Sasa fanya hivi. Mm. Wewe ni rafiki yangu. Nimekuja tu unajua huyo mwanamke hata kwa serikali <coughs> hana yeah. faida kwa sababu mtu mwenye hataki kuzaa na kuwa sasa na asisi kwa na faida gani na sisi kwanza hata deni ya China tujalipa. Nataka hey, azae watoto, mm. watoto wakue, mm. wafanye shughuli nyingine wakileta biashara nini nini, tupate hiyo ushuru kidogo kidogo, tukipeleka tupate vile tunaweza lipa deni ya China. <coughs> Na mwenye anakaa namna hiyo hataki yeah. kukuzalia sasa yeah. hana faida. Uyo na ule mtu ambaye hata alikupa kitabu ni the same same. Hata kilioko. Eh. Wewe mambo ni mawili. Eh. Akupe space ama akuzalie. Sasa together. Eh, sasa wewe ndio gota kwanza. Haya. Wewe sasa ndio rafiki yangu mwenyewe sasa, exactly. Hmm. Rafiki, yani wa roho kabisa. Hmm. Unanipatianga mawaidha zingine mzuri mzuri sasa, niende nianze aje? Nipitie kwanza kwa pombe ama nifanyaje? Sasa fanya hivi. Unajua eh. Kuna spirit ambazo sisi tulizikujia eh. Kuna kachanga, kuna vitu kadhaa kadhaa, bia eh. Enda jijaza na hiyo kidogo eh. Ikupatie eh, temperature kidogo, ukiingia kwa nyumba eh. Sasa unaanza tu kidogo kidogo, hata unaweza uuliza umepiga mboga gani? Akikwambia uh -huh. Mara hujakuja na mboga na mwambie okay. Eh? Mimi ulinizaa ukule yangu peke yako, na unanijazia cho ama mambo yako iko na mnagano, na unaniuliza mboga. Mimi nataka mtoto, ndio nimeingilia saa hizi. Ndio nikula chakula yako kama hakuna, sikutaki basi. Ukianzana na mna hivyo eh. Ndio shika hii mkolo fruta, rusha nje kwaka baga kake, tafuatishe na viatu. <laughs> Sasa rafiki, eh. Wewe ndio rafiki yangu tu mm. Mwenye naona kwa hii hili mm. Rafiki mwenye ananipatanga adawa hizi zingine mzuri mzuri mm. Sasa nataka kupitia kwa mama pima mm -hmm. changa tu ya tatibu bob basi msigo tu mmoja imenimaliza. Imenimaliza. Nikifika kwanza mlango hati inaweza anguka. Eh. Sasa fanya hivi. Enda fanya namna hiyo. <laughs> Aki slack, eh. Pika frembe. Tukuje kuje nikusaidie, tuchote. Sasa tusafirishe mpaka kwa mlango ya baba. Sasa tado. Tado. Wewe enda kazi hata najua huko kwa mheshimiwa najua sungura zenye unangojanga hizo mm. Hizo ndio e, inaleta, ina nini, inafanya eh. Tu, nilikuwa nilikuwa tayari eh, kama nimejiundaunda sasa. Sawa na sawa sawa, endelea na shughuli, hata kupuza hiyo kibaka. Haya, haya afanye kukuletea karama sasa, haya.